Butere hoye, hoye. Kakamega hoye. Hoye, jameni, si munaona tunasimama hapa leo pamoja, si ndio? Si hapa tulikuwa na watu wa Kenya kwanza, si hapa tulikuwa na watu wa Azimio, lakini leo tumekubaliana tunatengeneza serikali moja ya broad based ambayo inaunganisha Wakenya wote, ndio tuondoe ubaguzi, tuondoe ukabila, tuondoe chuki tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu, ama namna gani? Watu wa Butere, si mnaona mimi na Tindi Mwale tunasimama hapa pamoja, ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Butere, munasema tuungane ama munataka tutengane? Tuungane ndio tuwafanyie kazi, ndio tuwe na nguvu ya kuwafanyia kazi. Wangapi wanasema tuungane? Jameni, nione kwa mkono. Kwa hivyo nyinyi mnajua tulimpoteza mzee wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Si ndio? Si si tulimpoteza huyo mzee, na wakati tulikubaliana na yeye, mimi niliketi chini na yeye, mimi nikamuuliza kwa heshima, tuunganishe taifa letu la Kenya, na huyo mzee alikubali, na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad based ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa. Hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma, na ndio sababu hiyo mnaona tumeungana jameni, tuweze kusukuma maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la sahau. Tunaungana, tunashirikiana. Hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo, eti kwa sababu walipiga kura hivi ama walipiga kura vile. Eh, sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa hapa Butere, jameni, mkubali tuungane, tushirikiane ndio ile kazi ya muhimu ambayo mnatuuliza ya kujenga barabara ya kuunganisha stima ya kuweka madawa katika mahospitali yetu, na kushughulika na mambo ya kutengeneza utajiri katika taifa letu tuweze kufanya tukiwa pamoja. Kakamega jameni, mnasemaje? Ati Kakamega mnasemaje? Ati Kakamega mnasemaje? Sijasikia vizuri. Ati Kakamega mnasemaje eh? Mnasema tuendelee